Leo Raila Junior ametawazwa rasmi kuwa kiongozi wa familia ya Odinga kupitia sherehe maalum ya kitamaduni iliyofanyika nyumbani kwao Bondo, kaunti ya Siaya. Tukio hilo lilihudhuriwa na wazee wa jamii ya Waluo, ndugu jamaa na marafiki, ambapo Raila Junior alinyoa nywele zake kama ishara ya kupokea jukumu jipya la uongozi wa familia baada ya kifo cha baba yake marehemu Raila Amolo Odinga. Kwa mujibu wa mila na desturi za Waluo, kunyoa nywele katika hafla kama hiyo ni tendo lenye maana kubwa. Linaashiria utakaso, heshima na mwanzo mpya wa maisha. Wazee wa ukoo hutumia fursa hiyo kumpa baraka kiongozi mpya, wakimtakia busara, uvumilivu na uwezo wa kuunganisha familia nzima chini ya uongozi wake. Raila Junior sasa anachukuliwa kama msemaji mkuu wa ukoo wa Odinga, jukumu ambalo linahusisha si tu kusimamia masuala ya kifamilia bali pia kudumisha urithi wa kisiasa, kijamii na kiutamaduni wa familia hiyo mashuhuri nchini Kenya. Tukio hilo limeelezewa na wazee kama ishara ya kuendelea kwa urithi wa Odinga katika kizazi kipya. Swali ni je, Raila Junior ataweza kuchukua mikoba ya babake mzazi katika sekta ya siasa? Mimi ni Kasim Hamisi na hii ni Dabaso Sultan Media.